Uh, ili tuendelee kujifunza lugha na utamaduni wa Kijerumani tulishirikishana kila kitu na hata wiziri za binafsi tulizopata siwana kapamoja tukawa kwezi umapata. Tulipomaliza mwaka wa tatu tulipewa shaka ya kwanza, kwa sababu tukishinda kwa tulanzakja kwa juu na tukarudi nyumbani themanini na tano kufanya mwaka watualaki katika seminari ya Rubi halafu Januari 6 tukapewa daraja ai na temasi natipea kanisa kula na mhashamu askofu Nestori Timanywa. Mwezi sita baadaye tukapewa tena daraja za upadre na kupelekwa kubarudia hizo hizo tulipokuwa kwa mwaka. Baada ya hapo yeye alipelekwa tena Roma kusomea sheria za kanisa katika mebasi yaukaniana na kuishi na kusuza mambo ya diplomasia

Alipomaliza malisi akipelekwa pana maakwanza utumi wake wa kidiplomasia akapewa Monsinyori, akaanza kufanya kazi kama katibu wa ubalozi wa Baba Mtakatifu toka pana maakipelekwa Kongo Brazzaville, halafu Karachi Pakistan, na baadaye Jakarta Indonesia. Niseme tu kwamba katikati humo nipomaliza shahada yangu ya uzamili paleke a University mfesiankaca1t Januari mwaka 96 baada ya kuchapisha kitabu changu Stronger than Death nilirudi jimboni kufanya kazi katika Parokia kishon kuanzia 96 mpaka 99 mpaka nilipoteuliwa na ni Papa Paulo wa pili kuwa profesa mtangulizi katika chuo cha Protestant cha University of Geneva nchini Uswisi, kitivo cha godumeni chini ya Umoja wa Makanisa Duniani unaoitwa World Council of Churches kwa kipindi cha miaka saba paka mwaka huu 2016 nikaitwa roho wa kufanya kazi kak kitengo cha kipapa cha kukatuka mmoja wa mazengo ya Kikristu. Kazi yangu ilikuwa ni kukiwakilisha, kuliwakilisha kanisa ya Katoliki la unungu kama fish katika umoja wa makanisa duniani. Kwa mati hiyo ilikuwa mikutanoni Marekani na ambayo sasa ni mwadhama tasi kadinali Krando, wakati huo bado kufanya kazi za ofisi za Propaganda Fide, na tukiwa tunaishi nyumba moja ya wafanyakazi ya Vatican, alimtumia ujumbe kwamba siku hiyo gazeti la rosa motaa, Osservatore Romano, na tah867 ilikuwa limetoa taarifa ya uteuzi wa Monsinyori Gosbert kuja roma

ya Papa Benedicto wa kumi na sita tukawemo mapate watatu wa Tanzania kitu ambacho kinapendeza kenine na kitawachukiza wengineo. Tarehe shiringi ziguali suginaki ndipo Papa Benedicto wa kumi na sita alipomteua Monsinyori uh, Novatus Rugambwa kuwa Titular Archbishop wa kutagaji

watu katika ianis aliishi mwaka7 mpaka alikuwa rais wa Honduras, ambaye alikuwa na maono kwa maendeleo ya watu wake. Alileta mabadiliko kwa taifa lake, na alitetea umoja wa nchi zote za Amerika ya Kati. Baba huyo alikufa kwa kutuka nguro salituna wa Fransisko balozi wa New Zealand na Oceania tarehe tisa Machi elfu mbili kumi na tisa na aliendelea kwenye visiwa vingi kama Marshall Islands, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa, Cook Islands na Micronesia. Siri ya machamu Novatus Rugambwa tokana na nguvu zake za ndani, nguvu za kibinadamu ni ruhusu. Sasa nifanye tathmini ya maisha yake kama livyofahamu, kwa zaidi ya miaka musina saba ambayo tunakuwa, Mungu alimteua kama alivyomteua na myine mimi, kabla hujachukuliwa vema mimi nilikujua, kabla hujazaliwa mimi nikuweka wakfu nilikuteua uwe nabii kwa mataifa Yeremia mmoja mstari wa tano. Kama binadamu Mwenyezi Mungu alimpatia karama nyingi za kiutu ikiwa ni pamoja na uwezo mkubwa wa mudia, kufikiri, kutafakari, ubunifu na kuchapa kazi. Alikuwa ni mtu asiye na majivuno, mnyenyekevu na, na mkarimu. Hakukosa kufikiria kuinua jamii kuwa mwepesi wa kusaidia maskini, watu binafsi wa kawaida na kanisa kwa ujumla, kama alivyowahi kusema Mtakatifu Terezia, Mtakatifu Madha Tereza wa Kalkuta, hatuwezi kumfanyia Mungu mambo makubwa, isipokuwa mambo madogo kwa upendo mkubwa. Ndivyo alivyokuwa Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, maisha yake yote aliyafanya kwa upendo. Alikuwa mpenzi wa kuachia mara nyingi, aliziona shida kabla ya koengele na alitafuta kusaidia ilizishi. Hakuwa mtu wa kutafuta wala kupendelea. Ukarimu wake alifanya kwa siri na kutaka watu juu. Kwa mfano, bila kutaja majina, aliwatafutia mapadri kadhaa ili kuendeleza vipaji ambavyo vimesaidia jimbo letu kuleta maendeleo na ufanisi katika utume wetu. Alimwandaa hapa akawa wake katika uwanja kwa diplomasia za kanisa. Hakusita kusaidia mashirika mbalimbali ya kitawa, lengo lake lilikuwa kule jemianga mmbii ya kuleta ufanisi katika malezi na utunzaji wa watawa. Aishangazi kwamba alilota shirika la watawa wamisionari kutoka nje ya nchi wakafanya utume wao Tanzania jimboni. Pia alituma makanisa hususan, kanisa zingi nakabilizi katika parokia yake ya Kaiayaasiii. Alisaidia kuboresha huduma za za afya hasa ya hospitali ya Kagondo kwa kuleta utendea kazi za kisasa ili kuboresha huduma kwa mgonjwa. Kwa sababu hiyo walikuwa na marafiki wengi wadogo wake kwa Kauli zako zilikuwa ni za ucheshi, za kumpa mtu moyo, za kuchukua madoni. Tabasamu lake lilikuwa karibu na wakati wote, hata angekuwa na shida hakunyonyeshi. Hakuwa na ila kwakuwa mtu akusengenya mtu wala hakupaka watu matoo. Hakuwa mtunganishi isipokuwa alitafuta kuwa na amani na matua, alijuvika na hali yake alikuwa mchapakazi, akitimiza barabara nyazi zote alichopewa, si tu kwa weledi, lakini zaidi akitafuta kuwa daraja la kuleta matumaini. Pamoja na kwamba alikuwa na uvumilivu wa viwango vya juu, alitetea kweli na haki, akisimamia mahali stahiki bila uongo. Angechokozwa, aliweza kujibu kwa ukali, lakini hasira zake zilikuwa fupi hili lilimfanya apate wengi waliopenda na baadhi walimtikia kwa sababu ya msimamo wake kuhusu upendo na haki ya binadamu hitimishi. Kazi ameimaliza ame. Akiwa mtu wa sara alimta na kumpenda Mungu na binadamu na pangati, hata hizo karama za kibinadamu alizokuwa nazo kama ukarimu kwa wote aliziheshimu wanatamaa wala ubaya. Ndio maana kama kiongozi wafikandazi za kanisa alibaki kuwa mtu wa kawaida mwepesi. Wahenga wanasema angels can fly because they are light, kwamba malaika wanaweza kuruka kwa sababu ni wepesi. Hakutafuta nafasi za upendeleo zile za mbele baki Mungu geli na kufika na mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Malezi yaliyoyapata katika chuo cha diplomasia yalimfanya awe msikivu na mshauri makini. Hayo yote ni kwa sababu alimpenda Mungu na kanisa lake. Hiyo ndiyo ilikuwa siri ya kukitoa na kutumiza watu wake kukibatiza katika maeneo alikofanya kazi, angalau ndani ya bara nne alilazimika kusafiri masafa marefu kwa ndege, lakini akuchoka kutumiza wajibu wake. Ujuzi wake wa kuongea lugha mbali mbali ulimsaidia kukubalika katika sehemu nyingi za dunia. Kazi ilikuwa kubwa ni ya kutosha, lakini aliendelea kutoa kwa moyo wake wote mpaka alikuishia nguvu. Baada ya kunzeo yake fupi mtumboni, alianza kuugua Dar es Salaam alipelekwa hospitali ya Kardinali mama na alipopata nafuu, aliamua achukue ndege arudi akaishi kwake Wellington. Huko hakuchukua muda akaanza tena kujisikia vibaya, na tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ishirini na tatu ndipo alipopata kiharusi na akapelekwa hospitalini humo humo jijini Wellington. ishirini na tatu Novemba ulamuishia katika hospitali

kusherekea sikukuu yake ya kuzaliwa tarehe nane mwezi wa kumi ishirini na tano ambapo amefikisha miaka sitini na nane pamoja na jemahiji kubwa, huzuni kubwa, tuko naye kumi nane. Hatuna budi kumshukuru Mungu mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa aliyotupa katika huyu mpendo wetu aliyetuacha, Askofu Mkuu Wakosugana, amelipatia jengo letu na nchi yetu